Mfumo huu namba portability wa Tanzania hawaelewi, kwa vile nitasema mfumo huu ujue, ni mfumo wa kuhamia kutoka mtandao mmoja kwenda mtandao mwingine. Ni huduma ya hiari inayompa mtumiaji wa huduma za mawasiliano ya simu kuchagua mtandao anaotaka kuhamia au kuhama na namba yake nzima bila ya kubadilika chochote. Mimi namba yangu leo ninayotumia ni ziro saba tatu nane, sifuri hiyo sifuri, sifuri, sifuri, sifuri, sifuri. Ni namba ya TTCL. Leo naweza kuhamia na namba hiyo hiyo nikaenda Vodacom, nikaenda Airtel, nikaenda Tigo, nikaenda Zantel, nikaenda Halotel, nikaenda Smile na nikaendelea na nikaendelea. Hiyo ndio muhimu wa kuwa mfumo huu mpya. Jambo zuri zaidi ni kuhama mtandao mmoja kwenda mwingine bila kuwa na haja ya kutoa taarifa kwa wote waliokuwa anajua unatumia huduma za mtandao fulani. Leo naweza kuhama, kesho nikahama, hata mke wangu nisimwambie, kama saa hivi natumia Vodacom. Yeye anajua, anapiga kama naongea kwenye mtandao wangu wa TTCL, kumbe tayari niko kwenye Vodacom, sio mchipuko womchipuko ni jambo zuri ambayo nafikiri wa Tanzania watalifurahia zaidi.